kazi katika mahakama ya Busia Edna Nyaloti amesikitishika amesikitishwa kumradhi, na kiwango cha chini cha kesi dhidi ya uhalifu wa kimtandao zinazoripotiwa licha ya visa hivyo kuongezeka maradufu Busia. Akizungumza baada ya mafunzo ya siku moja kwa wataalamu wa mawasiliano kuhusu uhalifu wa kimtandao, Nyaloti amesistiza umuhimu wa maafisa wa serikali hasa vitengo vya usalama kuhamasishwa vilivyo kuhusiana na visa hivyo ambavyo vinahatarisha usalama wao haswa tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027.

We believe that it will empower the media personnel. It will help them to understand and to identify in case their lives are threatened and also how to seek redress. Leo imekuwa so, tuna nafasi pia ya kuhakikisha kwamba tunahamasisha uh, jamii yetu kuhusu ni njia gani nzuri za kuhakikisha ya kwamba uh, usalama wao katika mitandao ama usalama wa wanahabari katika mitandao na nafasi ambazo wa wanaripotia ziko salama. Tunafanya taarifa lakini, kwa kiwango, kiwango kingine unapata wale ambao hawajasomea na hawaelewi jinsi taaluma hii inaendeshwa, unapata kukoselewa zaidi, na inaweza kuathiri hata kuathiri kisaikolojia, lakini mafunzo haya yatatufaidi sana katika taaluma hii. Naam.